Kwa hivyo mtu yeyote akitaka kuchezea amani yetu, we shall defend it with each and every ounce of energy that we have. Babu, amani has no alternative in our country. Nimefanya kazi na Mzee Moi, nilifanya kazi na Mzee Kibaki, nilifanya kazi na Mzee Raila, nilifanya kazi na Uhuru, tukiwa kwa kabinet ya Mzee Kibaki. Na wakati huo wote, hakuna wakati tunaweza kusahau kama 2007 ambayo watu walileta mchezo mchezo kwa siasa. Hata hapa Borabu mlikuwa na shida kweli, Rongo watu walipigana, tukapoteza watu, tukakaa Serena. Mimi kutoka hapa tulikuwa na mzee Ongeri, Mutula Kilonzo, rais wa sasa William Ruto tulikuwa na James Orengo, tulikuwa na Martha Karua, tukaketi tukasungumuza kuleta uwiano na amani katika nchi yetu.